Wewe kama founder au mwanzilishi wa biashara una kazi moja kubwa, kujipunguzia majukumu mengi kadri wezavyo kwenye biashara yako. Hii inaitwa kutoka kwenye generalist kuja kwenye specialist, kwa maana kutoka kwenye ujumla kuja kwenye ubobevu na upekee. Unapoanza unafanya kila kitu. Hatua ya mwanzo ya biashara unafanya kila kitu kama ni content, kama ni kuandaa product, kuandaa service, ku deliver service, kufanya marketing, kufanya promotion, kufanya, kufanya delivery, kufanya administration, kufanya accounting, kila kitu unafanya mwenyewe. Kisha unajili watu ambao watafanya kila kitu kwa ujumla kwenye kila position. Kisha unaanza kuajili wataalamu ambao watachukua spot kwenye kila engu moja moja ya majukumu, kisha unajiri mtu ambaye atakuwa ni mjuzi ambaye anaweza kufanya vitu vizuri zaidi kuliko hata wewe mwenyewe kwenye biashara yako katika kila kipengele cha biashara yako. Hii inatufanyika kwenye kila biashara, na hii inafanyika kwa kila CEO ambaye ameweza kuskeli kutoka sifuri paa, kuanza kutengeneza revenue za billions and millions of money. Kama hujagundua mpaka sasa hivi we upo kwenye pozisheni ipi kwenye mzunguko huu, ukute uko nyuma zaidi ya hata huo mzunguko wenyewe. Just fikiria ni kwa namna gani kwa pozisheni yako uliopo unaweza kumuhaya mtu ambaye ni bora zaidi kufanya kitu fulani ambacho kitaweza kukufanikisha ufanyikaji wa mambo kwa urahisi zaidi ni biashara yako.